Kiwalisia kipindi cha Pasaka ni kipindi cha furaha kwa Wakristo wengi, na hii ni kutokana na ufufuko wa mwokozi wao wa, namzungumzia Yesu Kristo. Lakini kipindi hichi kimekuja na dosari au na maumivu kiasi kwa Wakristo wa imani ya Kanisa Katoliki. Natumai uko poa na ni mzima wa afya. Natumai pia pirikapirika zako za kila siku zinaenda vizuri, pia tunamshukuru Mungu kwa hilo. Leo natamani nikusanue kusanue au nikufanye kuwa aware na jambo moja. Jambo hili la husiana na wenzetu wa imani ya Kanisa Katoliki. Nini kinatokea baada ya kifo cha kiongozi wao mkuu kabisa, na mzungumzia Papa Francis. Je, nini kinatokea? Leo natamani nikupe stage na step zinazoenda kutokea mpaka pale ambapo Kanisa Katoliki litarudi kwenye hali yake ya kawaida kama mwanzo, yaani kuwa na kiongozi mkuu mwingine. Kwa kwanza kabisa, zipo hatua kuu nne. Hatua ya kwanza ni kifo cha yule ambaye alikuwa anaongoza na hatua ya pili ni mazishi yake. Hatua ya tatu inaitwa conclave, sema ni uchaguzi wa papa mwingine, na hatua ya nne ni usimikaji rasmi wa yule papa ambaye amekwisha kuchaguliwa. Hatua ya kwanza tumesema ni kifo. Yupo mtu rasmi ambaye anatangaza kifo cha Baba Mtakatifu. Mtu huyu anaitwa kardinali Kamalengo. Huyu ni kardinali wa Italy, ambaye ndiye anayetangaza kwamba Baba Mtakatifu aliyekuwepo madarakani amekwisha kufa. Kwanza kabisa, anaita jina alilobatizwa nalo yule Baba Mtakatifu ambaye amefariki mara tatu Then kama hatu itikia yule aliyofariki, basi hapo atatangaza vere papa mutus est. Yani, akisema vere papa mutus est, amemaanisha kwamba baba mtakatifu ambaye alikuwepo amekufa na hapa nikimaanisha ilitangazwa siku ya Jumatatu, na baada ya hapo yanafuata mambo makuu mawili mengine. Jambo la kwanza ni kuharibu pete ambayo inaitwa fisherman rings ambayo ni pete ambayo anaia baba mtakatifu, lakini jambo la pili ni kufunga apartment au sehemu ambayo alikuwa anaitumia baba mtakatifu aliyekuwepo madarakani, kumaanisha kwamba hakuna mwingine atakayetumia au hakuna mwingine atakayeingia mpaka atakapokuwa baba mtakatifu mwingine madarakani. Baada ya kuharibu muhuri wa baba mtakatifu aliyokuwa madarakani pamoja na pete aliyokuwa naivaa, Kanisa Katoliki linapitia kipindi kinaitwa Sede Vacante, yani kipindi ambacho Kanisa Katoliki halina kiongozi mkuu. Kwa kipindi hicho, mazishi ya baba mtakatifu yanatokea kati ya siku nne hadi tisa baada ya kifo chake. Ibada hii ya mazishi inafanyika katika kanisa kuu la St. Peter's na then mwili wake utaenda kusafirishwa mpaka sehemu ambayo alichagua yeye kuzikiwa. Na kwa Papa Francis kwenye basilika la St. Mary huko Roma, Italia, baada ya mazishi yake kinafuata kipindi kinaitwa novemdiales kipindi cha siku tisa cha maombolezo na kipindi cha kumwombea apumzike kwa amani. Baada ya kipindi cha novemba diales, rasmi kipindi cha conclave kinaanza, yaani kipindi cha uchaguzi wa Baba Mtakatifu mwingine. Kwa leo tutaishia hapa, then next time around tutaanza kuchambua kipindi cha conclave. Je, nini kinatokea kipindi cha conclave? Je, uchaguzi wa Papa unafanyika vipi? Stay tuned, na nakutakia wakati mwema, bye bye.